Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Habari za mchana, mabibi na mabwana, yeah. Nampenda kushukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametujalia sisi sote kuwepo katika mkutano huu wa harambee katika kanisa hili na safina hapa Viwege kata ya Majohe. Niliyesimama hapa naitwa Amina Rashidi Kapundi, ni mwenyekiti wa mtaa huu wa Viwege. Karibuni sana Viwege, jisikieni mko nyumbani, pia mko kwenye ulinzi mkubwa na usalama wa mtaa wa Viwege. Nimesimama mbele yenu kuongea nayo waumini wa mtaa huu wa Viwege, lengo la mazumuni ya kujengwa nyumba hii ya ibada kwa ajili ya kuweza kutupa mahali mema sisi wazee na watoto wetu wajao waliopo na watakao kuzaliwa, kwani bila kuwa na watumishi na bila kuwa na neno la Mungu na, na bila kuwa na maasufu mabadi na mashehe, hii dunia itakuwa imevurugika hali itakuwa sio shwari na hali itakuwa sio ya amani. Tukiangalia kwa sasa, maadili mengi yanaweza kubadilika haswa kwa watoto wetu. Watoto wetu kwa sasa wameingia kwenye wimbi kubwa sana la uvutaji wa bangi na madawa ya kulevya. Huo ni msimamo mkubwa kwetu sisi, haswa sisi waamini tunatakiwa, na viongozi wetu, tunaomba sana tujitahidi kuombea na kuwasemea vijana wetu. Hali imekuwa mbaya kwa sasa, haswa zao la bangi. Zao la bangi za linaajibwa watoto wetu. Mtoto wa darasa la saba, unakwenda unamkuta kwenye kichochoro, anavuta bangi. Huo ni msiba mkubwa. Atakapofika fomu fo, atafeli. Akifeli ataingia wimbi wa ubakaji, uwizi na madhara mbalimbali kwetu sisi. Kwa hiyo ndugu waumini, hii shughuli inayofanyika hapa ni shughuli ya msingi kubwa sana, kwani tutasimama wazazi wote, pande zote mbili, kwa baba na mama, katika kuelimisha jamii ili kuondokana na haya ambayo nayaongea sasa. Lakini pia kwa sasa nchi yetu imeingia, hasa kwa watoto wetu kuna madhara makubwa sana ya ubakaji na ulawiti. Hili ni swala kwa sasa linaenda kasi sana. Hakuna dini inotaka au inapenda watu wa jinsi ya moja kufanya tendo la kubakana. Hiyo imekataliwa na, na dini zote mbili, lakini kwa sasa tujitahidi, tupambane watoto wetu umekuwa ni kero kubwa sana, ni changamoto kwa masuala ya ulawiti na ubakaji. Kwa hiyo wote kwa pamoja tusimame, tumwombe Mungu atuepushie yale mabaya na haya madhara ambayo kwa sasa i yanaendelea, lakini pia tumwombee Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassani ambaye anatuongoza na anaendelea kutuletea miradi mingi ya kimkakati mingi mingi, leo tunaiona mingi mingi mingi mingi. Mfano, anajitahidi kwa kila juhudi kuleta fedha kutujengea barabara zetu ambazo zimeharibika kwenye kata ya Majohe na kwenye mtaa wa Viwege. Mpango uliopo sasa, barabara yetu ya Pugu Majohe Bomba Mbili Kivule kibuka mbara tutajengewa barabara ya lami ya mradi wa DMDP mheshimiwa <laughs> mbunge amesimama kupambania hicho, na tunaamini tutapata barabara hizo. Kwa sasa wameanza barabara ya Kitunda Kivule Mbondole shule ya wanyama uhutini kujia Viwege. Zoezi so limeshaanza kwa kuanzia Kitunda. Kwa maana hiyo, tusikate tamaa. Poreni kwa madimbo mliyokuta, lakini serikali yenu sikivu ipo na inafuatilia kuhakikisha tunakaa salama katika barabara zetu hizi, lakini pia tumepata miradi mingi kwenye mtaa wetu. Tuna kituo cha afya kikubwa kinajengwa, cha jengo la wazazi, jengo la maabara, jengo la, la upidii magonjwa ya nje. Na pia jengo la operation. Hivi sasa yuko kwenye hatua la kuwezekwa kwenye viwanja vya Kipawa mpya, jengo kubwa mno linapendeza. Lakini kwenye shule ya sekondari ya Viwege tuna miradi tuliyoifanya kwa sasa, kuna shule ya kuna ujenzi wa vitu bweni la wasichana, bweni la kwanza linaenda kumaliziwa, bweni la pili kwa sasa linakaribia kuwezekwa lakini tuna maabara ambayo iliungua imeshakamilika. Tuna maabara mbili pale Viwege, shule msingi, lakini pia kuna jengo la utawala ambalo saa hizi wanapenda kukamilisha peke. Tuna madarasa hayo ya watoto wenye mahitaji maalum, usikae nao ndani kwamba hawa watoto hawataweza kusoma. Serikali ya Samia Suluhu Hassan ni sikivu imejenga madarasa hayo na hivi sasa watoto zaidi ya 60 wanasoma pale. Amen. Nikirudi kwenye nikirudi kwenye harambee yetu hii ambayo kwa sasa tunaendelea nayo, ndugu waumini, mgeni rasmi atajibu ni Sara lakini mimi naongea kwa uchache tu. Mimi na nitatoa shilingi laki mbili na elfu hamsini wow, kwa leo wow. Nitatoa kiasi cha shilingi elfu sabini yeah. Kaya... nitadaiwa iliyobakia, lakini pia nipa salamu nizitoe kwenu na dakumea paagajiji laasa, wow, wow, wow. Mheshimiwa Ajabi Masaburi, nikuwa haje kwenye harambee lakini Mwenyezi Mungu yeye ndiye anajua nini kifanyike kwake. Kwa kuwa usiku uko mkia, leo hakuamka vizuri kufika saa mbili asikunandi na rahisi homa, nimeshindwa kuja kwenye harambee hiyo. Hio nifikishie salamu zangu kwa waumini wa kanisa la Safina Moravian. Ameahidi kutoa milioni moja hey. puko nayo waweze kupona salama kwa haraka ili aweze ah, kuletea maongozo yetu, tuweze kujenga kanisa letu tuweze kukamilika. Amen, asanteni sana, na watakia mchana mwema na washukuru sana.